Mnajua kitu gani? For the last few days niko nimekuwa very depressed, yaani nimekuwa, yaani niko so down kwa sababu ya issue pole pole, because sitaki hata kuimagine mateso anayoyapitia saa hivi huko aliko. Sitaki sitaki hata kuya imagine mateso anayoyapitia alafu, to think pole pole iko kwenye mateso, anateswa Samia anaendelea kupanda kwenye majukwaa, Samia anaendelea kuignore. Yani nchi sasa hivi ina taharuki. Samia anaendelea na kampeni, yani kama haoni. Kama haoni. Like I said, I've been kwenye depression but today I'm feeling so much better. Better? You know why I'm feeling so much better? Because tunashinda tunashinda, trust me on this one, tunashinda. Tunashinda sita kuongea too much, ila Samia anatoka, Samia anatoka, mafisadi wake wote wanatoka. Tunashinda, cha muhimu tusimame hapa hapa tuliposimama. Hapa hapa. na naomba tujirudie tunyi, tena kwamba aturudi nyuma bila katiba mpya because hapa tunapoenda tumeshashinda.